Sema eti wamefanya mabadiliko ya sheria za uchaguzi mwaka jana. Ni kweli mwaka jana wametunga sheria inaitwa Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na kama kwa anasema, wamebadilisha jina, ni kweli wamebadilisha jina, kwa sababu sheria hiyo ni mpya, ila kuna chochote cha maana imebadilisha? Inaitwa Sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi, wakati bado anayechagua mwenyekiti wa tume na viongozi wote watu wa tume ni rais, na ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na ndio mgombea tena wa rais. Kwa mfano mwaka huu, utaratibu uliopita ilikuwa ni kwamba huwezi kwenda kuyapinga matokeo ya urais mahakamani. Wamebadilisha sheria, mpaka leo bado matokeo ya urais huwezi kwenda kuyapinga. Wamebadilisha nini? Mzee Warioba kwenye tume, kwenye katiba yake pendekezo alisema kuwepo kuna kitu kinaitwa right to recall. Wananchi mna haki mkimchagua mbunge, mkiamua kuna siku kumuondoa, hata kama miaka mitano haijafika, wa mzee Warioba alisema mtu huyo aondolewe. Wao wanasema mbadilisha sheria, eh, right to recall mmeiweka, haipo mkimchagua mbunge anaenda Dodoma mpaka baada ya miaka mitano. Wamebadili nini? Tulikuwa tunawalalamikia mawakala na fomu, wamebadilisha sheria ya uchaguzi. Tena sasa hivi wameweka kitu kibaya zaidi, wamesema fomu za mawakala atazitoa mkurugenzi na atazitoa kama zitatosha. Zamani mawakala tulikuwa tunaenda vituoni wakala unaenda vituoni unachukua fomu yako unaenda nayo lakini sasa hivi wamesema wakala atatakupa fomu atakayepeleka ni mkurugenzi. Sasa hivi wanasema eti hakuna mgombea atakayepita bila kupingwa, tumebadilisha. Kwa sababu hata kama utakuwa peke yako, watu wataenda kukupigia kura. Waongo. kuna mtu kauliza swali zuri, mamangu, wakala nani? Waongo wanasema sasa hivi mkurugenzi hatasimamia uchaguzi. Hakuna chochote walichokibadilisha kwenye sheria za uchaguzi zaidi ya uongo na hadaa, na wanadhani niwe wa Tanzania ni waongo. Ndio maana sisi Chadema leo tumekuja kwenu Kilombero, tumekuja kwenu Ifakara kuwapeni elimu ya mambo haya, kuambieni Anuwa. Leo sisi vijana tunayo serikali ambayo haijui vijana milioni ishirini kwenye taifa hili wanafanya kazi gani, haijui. Juzi wamezindua ilani yao, wanasema serikali ya CCM, juzi tu wiki iliyopita, kwa kuederema wamezindua ilani yao, wanasema eti serikali ya CCM itatoa ajira kwenye kipindi cha miaka elfu mbili na ishirini na tano mpaka miaka elfu mbili na thelathini watatoa ajira milioni nane. Sasa kabla mjatuahidi kwamba mtatoa ajira milioni nane kwa vijana, tuambieni mwaka elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano mlitoa ajira ngapi?